Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki wa waendelea kufuatia mafundisho ambayo nina posti kwenye channel yangu ya YouTube. Leo tutajifunza mambo matatu ya kujua kama hujaokoka. Mambo matatu ya kujua kama hujaokoka. Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya. Fundisho akafanyika baraka kwako, kwa, kwa fanyika msaada kwako kwa katika jina la Yesu. Kumbuka, kabla ya Yesu kuja dini zilikuwepo, dini zilikuwepo kabla ya Yesu kuja, dini zilikuwepo na huyu Yesu hakuja kuleta wokovu. Lakini pia tunaposoma kwenye kitabu cha Mwanzo tunasoma habari za Mungu alivyomwambia Adam kwamba kila tunda hili hakika utakufa siku hiyo, lakini unashuhudia kwamba Adam aliendelea kuishi. Kwa ni vema kujua kwamba kifo kilichokuwa kinazungumzwa ni kifo cha namna gani namna gani. Lakini nazungumza na wewe ambao hujaokoka, kwamba kwa mbele za Mungu wewe ni mtu wa namna gani? Kama hujaokoka, mbele za Mungu wewe ni mtu wa namna gani? Tunaposoma kwenye Luka 15:24 tunasoma habari za mwana mpotevu. mwana mpotevu alipokuwa ameenda nchi ya mbali, akatapanya zile mali kwa nasa, lakini baadaye akakumbuka kwamba kwa nini nateseka, nitarudi kwa baba yangu maana kwa baba yangu watumwa tu wanakula na kusaza, wanakula na kusaza na na alipokaribia nyumbani, baba yake alimkimbilia na kuanza kumkumbatia, na kaanza kutoa maagizo kwamba leo ni sherehe, kwamba kamate kamate ndama wachinje, wamvalishe mavazi mazuri. Lakini kaka yake aliyokuwepo akaanza kulalamika, mimi nimekuwepo, ujawe nifanyia karamu kama hii, ujawe nifanyia sherehe kama hii. Lakini baba akasema huyu mwanangu ambaye amerudi alikuwa amepotea, alikuwa mef, amekufa, sasa amefufuka. Alikuwa amepotea sasa amepatikana, sasa amepatikana. Sasa ni nini tunayojifunza kwenye maandiko haya? Ni nini tunajifunza kwenye maneno haya Yesu Kristo? Wewe kama hujaokoka kama mbele za Mungu pamoja na kuna tembea pamoja nakuna tembea, mbele za Mungu wewe umekufa. Kama hujaokoka, unaposoma kwenye Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi yu Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtuma mwana wake pekee, ili kila aminia asipotee, bali awe na uzima wa milele Manake mtu ambaye hajamwamini Yesu Kristu hana uzima wa milele mbele za Mungu ni mufu, pamoja na kuwa anatembea, pamoja na kuwa anafanya kazi, pamoja na kuwa yuko jeshini, pamoja na kuwa anafanya anatimiza majukumu mbalimbali, lakini mbele za Mungu ni mufu. Mbele za Mungu ni mufu. Baba akasema kwamba huyu mwanangu alikuwa amekufa, sasa amefufuka. Tunapomwamini Yesu tunapokea uzima wa milele wewe kama hujaokoka mbele za Mungu wewe ni mufu, mbele za Mungu wewe ni mufu, mbele za Mungu wewe umekufa. Na ndio maana pia tunaposoma kwenye Efeso 2:1 anasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu na dhambi zenu mlizozifanya. Nanyi mlikuwa wafu, anawaambia Paulo wa Thesaloniki, Waefeso wa, wa kwamba walikuwa wafu, walikuwa wamekufa kwa sababu ya makosa yao. Kwa sababu ya ya makosa makosa yao na dhambi zao walikuwa wafu walikuwa wafu kabla ya kuokoka, walikuwa wamekufa, walikuwa wafu, walikuwa hawana uzima wa milele, walikuwa hawana tumaini, mwisho wao ilikuwa tu ni jehanamu ya milele, mauti ya milele. Kwa wewe, kama hujaokoka mbele za Mungu, wewe ni mfu, na ndio maana injili inahubiriwa ili wewe uokoke, umpokee Yesu awe Bwana na mwokozi wa maisha yako, ili uwe na uzima wa milele. Lakini pia huyu baba akasema kwamba huyu mwanangu alikuwa amepotea, sasa amepatikana. Wewe kama hujaokoka mbele za Mungu umepotea, umepotea. Rudi kwa babako. Mwana mpotevu alisema nitarudi kwa babangu. Rudi kwa baba, okoka. Maisha yako hana maana bila wokovu, maisha yako hana maana bila wokovu. Okoka, mpokee Yesu awe Bwana na mwokozi wa maisha yako. Umepotea kama hujaokoka, umepotea, umepotea. Mwanangu alikuwa amepotea, sasa amepatikana, sasa amepatikana, sasa amepatikana, sasa amepatikana. Na Yesu pia, tunaposoma kwenye Luka 19 19 19 10 anasema kwamba Yesu alikuja alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Taifa lile lilikuwa limepotea, limekosa mwelekeo, alikuja kuwatafuta, kuwarudisha, kurudisha mahusiano yalikuwa yameondoka. Ndugu, kama hujaokoka mbele za Mungu wewe ni mufu, pamoja na pamoja na kuwa unatembea kuwa unafanya biashara, mbele mbele za Mungu, wewe ni mufu. Mbele za Mungu Mungu wewe wewe ni umepotea, kama hujaokoka, hata kama wewe unafanya vizuri namna gani, kumbuke pia kwamba asili ya dhambi ipo ndani yako, na ndio maana wote tuliozaliwa na Adam tulizaliwa tayari tukiwa na dhambi, sio kwa sababu tunafanya makosa, kwa sababu ile asili ya dhambi, baada ya Adam kuanguka, ile asili iliendelea na kizazi kingine na, waz, na kizazi chake chote kizazi chake chote. Na ndio maana haijalishi wewe ni mzuri namna gani, unamhitaji Yesu. Mungu akubariki kwenye mafundisho haya, na kama mkingine unanisikiliza, hujampokea Yesu kama Bwana na mwokozi wa ya maisha yako, chukua maamuzi kama ambavyo mwana mpotevu alivyochukua kwamba nitarudi kwa baba yangu. Kama uko tayari kurudi kwa baba yako, na kama uko tayari kurudi kwa baba, kwa sababu baba anakusubiri kwa hamu Jahanam sio sehemu yako, jahanam sio sehemu yako. Jahanam ni kwa ajili ya shetani pamoja na malaika zake. Kama uko tayari kurudi kwa Baba, kurejesha mahusiano yale yaliyopotea, unaweza kufuatisha maneno haya, sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninaamini ya kwamba ulikufa, ukazikwa, ukafufuka ili kuniokoa, na sasa ninakupokea ye Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, karibu ndani yangu. E Yesu, fanya makao ndani yangu, nami ninakupokea sasa, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, nami ninakiri kwa imani ya kwamba kuanzia sasa nimeokoka. Kuanzia sasa nimeokoka, ninao uzima wa milele. Mimi ni kiumbe kipya, kale imepita kila kitu kimekuwa kipya. Mungu akubariki sana kwa kufuatisha maombi haya. Kama umefuatisha maombi haya kwa imani, wewe tayari umekwisha kuokoka. Tafuta kanisa linalofundisha mambo ya kiroho ili uweze kukuria ukovu. Mungu akubariki, Mungu akutunze na kupe neema ya kusimama katika ukovu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ya hai. Amen.